Serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dokta Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye uchimbaji wa madini na hasa kwa wachimbaji wadogo, ili kila mmoja apate namna ya kujipatia kipato cha kujikimu. Ndugu wachimbaji wadogo mlioko hapa, endeleeni na jukumu lenu la uchimbaji. Serikali inafungua mianya. Moja, tumeamua maeneo yote ya madini yaliyochukuliwa leseni na watu kwa muda mrefu na wafanyii kazi, serikali inanyang'anya maeneo hayo na kupima upya na kugawa kwa wachimbaji wadogo. Kwenye hili, nitoa wito afisa madini wa mkoa kuendelea kubaini maeneo yenye madini atambue na tutoe leseni zaidi kwa wachimbaji wadogo, na wenyewe wajipatie kipato kwa, kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Mbili, wachimbaji wadogo, serikali imenunua mitambo kumi na tano itakayoisambaza kwenye maeneo ya wachimbaji, mitambo hii ya kuchenjua kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kwa hiyo wito wangu mwenye eneo hili pamoja na mwajihuwa huyu lakini najua kuna machimbo mengine yako maeneo yana Mkonjera, lakini kuna maeneo mengine yako na Mgurugai, kuna maeneo mengine yako Chunyo na Mikuro, lakini kuna machimbo sasa hivi yamegundulika Mandawa, lakini kuna machimbo pia yako nao, jiungeni kwenye ushirika ili tunufaike na zoezi ambalo Dkt. Samia Suluhu Hassan na kutuzulia mitambo ya kuchenjua yeah. Weze kuchenjua huko yeah. Huko mliko Dr. Samia oye oh yeah. yeah.